Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, itengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Haleluya! Watu hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, ndipo Roho Mtakatifu haleluya akaanza kusema, kusema na mwambie ndugu yako, jitahidi wewe, unafunga mwambie ndugu yako ndugu dugu yakaai ya Mungu aei, kazi ya Mungu haiendi tu kimwili, kazi ya Mungu inaenda kiroho. Haleluya, kibungu enda kirooa, vingine unaweza ukasema ni roho ameniongoza, kumbe hakuna roho, ni mwili miongo ndio maana tunahitaji roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, amekuweka mahali hapo kwa ile utukufu wa jina lake. Haleluya, mtukuse Mungu. Hauko mahali hapo kwa bahati mbaya, Mungu ana program na wewe. Bwana Yesu asifiwe, ufu wa Mungu wetu aliye hai. Hi. Haleluya, sio bahati mbaya tu, tu automatic mekuja? Hapana, Mungu ana kampeni.